Kuna breaking news hapa kuhusu taarifa iliyochapishwa na chombo cha habari cha kimataifa, chombo cha habari ambacho kinaheshimika na kinaaminika, na chombo hicho cha habari kimetoa taarifa hii baada ya kufanikiwa kuongea na baadhi ya maafisa wa serikali ya Tanzania. Maafisa hao wa serikali ya Tanzania waliongea na chombo hicho kwa masharti ya majina yao kutotajwa, na kaeleza wakaeleza bayana kwamba endapo itafahamika kuwa wao wametoa hizo taarifa basi maisha yao yatakuwa hatarini. Chombo hicho cha habari ni shirika la habari la AFP. Hili ni shirika la habari la Kifaransa la nchini Ufaransa, lakini ni miongoni mwa mashirika ya habari duniani yanayoheshimika sana, na kwa hakika hakuna shaka ya hiki kilichoandikwa na hiyo taasisi ya habari ya AFP. Makala hii nakuletea muhtasari wa hicho kilichoandikwa na shirika hilo la habari la AFP na inaeleza kwamba wanasiasa nchini Tanzania wameingiwa katika hali ya mshtuko mkubwa kufuatia kile kilichoelezwa kuwa mauaji ya maelfu ya vijana walioandamana kuanzia tarehe ishirini na tisa ya Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa kupata asilimia tisini na nane ya kura, lakini vyama vya upinza, upinzani ulidai kwamba uchaguzi huo ulifanyika kukandamiza haki za wapinzani, aidha kwa viongozi wa upinzani kukamatwa au kuondolewa kwenye kinyang'anyiro hicho cha uchaguzi. Na maandamano hayo yalifanyika siku ambapo kulikuwa ndio hiyo siku ambayo ilikuwa ni ya uchaguzi mkuu na maandamano yalizuka kwa sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Hata hivyo, serikali ilikabiliana maandamano hayo kwa kuzima huduma za intaneti kwa siku tano mfululizo, na katika kipindi hicho vikosi vya usalama vilivamia waandamanaji na kutumia risasi za moto na mabomu ya machozi. Upinzani unadai kuwa zaidi ya watu elfu moja wameuawa, lakini serikali haijatoa idadi rasmi ya waliokufa. Wanasiasa wa chama tawala wameamua kukaa kimya wakiwa wamejaa hofu ya kulengwa endapo watazungumza. Mara tu baada ya intaneti kurejea, picha za kutisha zilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Miili ya waandamanaji waliouawa ilionekana ikiwa barabarani, ndani ya magari na kwenye viwanja vya wazi. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Volka-Tark, alisema kuna ushahidi wa kuaminika kwamba miili ilikuwa ikiokotwa kutoka mitaani na mahospitalini na kupelekwa maeneo yasiyojulikana. Taarifa hizo zinasema lengo lilikuwa kuficha ushahidi wa ukatili uliofanywa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo serikali haijatoa tamko lolote kuhusiana na tamko hilo na tuhuma hizo. Mashirika ya haki za binadamu yameeleza wasiwasi mkubwa na kuitaka serikali kufanya uchunguzi huru. Vyombo vya habari vya kimataifa vimeanza kuipa Tanzania ufuatiliaji wa karibu kama moja ya nchi zinazoshuhudia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika kipindi cha uchaguzi. Afisa mmoja mwandamizi wa serikali aliyekubali kuzungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina, alisema wazi kuwa kile kinachoendelea kutokea ba, kwa sasa ni cha kushtua na cha kuogopesha. Alisema kwamba endapo jina lake lingetajwa maisha yake yangekuwa hatarini. Alieleza kwa AFP, alitoa kwa AFP taarifa kuhusu maeneo mawili yanayodaiwa kuwa na makabu, ni kama makaburi ambapo maiti nyingi zimezikwa pamoja na, akatoa ramani akatoa kabisa maelezo ya ramani ya sehemu ambapo hayo maeneo yapa, nakasema maeneo hayo ni eneo linaitwa Kondo pamoja na Mabwepande Mabwe, Mabwe maeneo yaliyoko pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam. Kwa mujibu wake, magari ya serikali yanaonekana usiku yakipeleka miili kwenye maeneo hayo. Taarifa hizo hazijathibitishwa kwa, kwa uhuru, yaani hii AFP hajaweza kuthibitisha taarifa hizi zilizotolewa na huyo afisa wa serikali, lakini uchunguzi unaendelea. Afisa huyo alieleza kuwa hospitali ziliagizwa kutotoa taarifa zozote kuhusu majeruhi au waliokufa baadhi ya wahudumu wa, haf, wa afya waliosambaza taarifa waliripotiwa kutoweka au kutishiwa uhai. Pia kwa mujibu wa vyanzo vya ndani ya Tanzania, mamlaka ya juu ya nchi sasa iko mikononi mwa kundi dogo linalomzunguka Rais Samia. Wanaotajwa kuunda kundi hilo ni pamoja na mwanae Abdul Halim Hafidh Amer anayesemekana kuwa na kikosi chake binafsi cha ulinzi. Kadhalika, kuna katibu wa rais, Waziri Salum, mkurugenzi mkuu wa Idara ya Usalama wa Taifa Suleiman Abubakari Mombo, pamoja na Angela Kizigha, mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki. Chanzo cha serikali kinasema kuwa hawa ndio wanaomweleza rais kila kitu, wengine wote wamefungiwa nje. Wanasiasa wa CCM hata mawaziri wanasemekana kuto kuwa na nafasi ya kuwasiliana moja kwa moja na rais. Uamuzi wowote kuhusu usalama wa taifa, ukamataji au uteuzi wa maasa huchukuliwa na kundi hilo dogo pekee bila kupitia mchakato wa kawaida wa kiserikali. Mashuhuda waliohojiwa na AFP, hao maafisa wa serikali walisimulia matukio ya kutisha. Mmoja alisema aliona kijana aliyekuwa akitembea akipigwa risasi ya kichwa na mwanajeshi jijini Dar es Salaam. Na siku iliyofuata watu watatu walionekana wakisimamishwa barabarani na polisi, kisha wakapigwa risasi za miguuni mara tano hadi sita kila mmoja. Mashuhuda wengine walieleza kuwa waliokuwa walio wakirekodi matukio kwa simu walikamatwa na kupotezwa. Familia nyingi zimehangaika kutafuta ndugu zao bila mafanikio. Vituo vya polisi vimekataa kutoa taarifa, Hospitali hutoa majibu yasiyoeleweka na makaburi yanazuiliwa kufikiwa. Eneo hilo ambalo marehemu wanazikwa hawaruhusiwi watu kufika, miili mingine haikuwahi kuonekana tena. Hofu imeenea hata kwa maafisa wa serikali ambao wameamua kunyamaza ili kulinda usalama wao. Upinzani umetangaza maandamano mapya yanayopangwa kufanyika Desemba tisa, ambayo ni siku ya uhuru wa Tanganyika. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa upinzani wamesema hawataki kuwaweka vijana kwenye hatari ya kuuawa tena. Afisa mmoja wa serikali aliongea kwa sharti la kutaja jina lake alisema kwa uchungu, hatujui tufanye nini. Tukiruhusu maandamano, vijana watachinjwa tena. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya vijana waliokuwa mstari wa mbele katika maandamano ya Oktoba tayari wameanza kutoweka na kukamatwa kimya kimya. Familia hazijapewa taarifa zozote, na wakurugenzi wa mashirika ya misaada na viongozi wa kidini wamekaa kimya. Hakuna tamko kutoka kwa Baraza la Maaskofu, uh, wala baraza la Waislamu wa BAKWATA wala taasisi za kiraia kuhusiana na mauaji hayo. Hofu imetawala kila upande. Taarifa hiyo inaendelea kusema kwamba chama cha wanasheria cha Tanganyika kiliripoti lundo la matukio ya watu waliotekwa kuanzia machi ishirini na moja rais samia suluhu hassan alipoingia madarakani hadi oktoba elfu mbili na ishirini na tano kwa kukumbushia tu ripoti za wakati ule zilieleza kwamba takriban watu mia mbili walikuwa uh, wametekwa uh, lakini kwa katika hizi wiki za mwisho za wakati wa uchaguzi vuguvugu la uchaguzi idadi hiyo iliongezeka sana kama naofahamu siku chache kabla ya tarehe ishirini na tisa watu wengi sana, vijana wengi sana walitekwa, na mpaka sasa hivi wengine hawajulikani walipo, wengine bado wako ndani. Kwa hiyo imekuwa ni, ni kama hali ya kusikitisha uh. Pia mmoja waliotekwa katika hauo mwelekeo, wakati tarehe zile za kuelekea kuelekea kwenye uchaguzi, moja ya matukio makubwa ya utekaji lilikuwa nilomuhusu balozi wa zamani wa Tanzania nchini Cuba Uh, Humphrey Polepole ambaye alikuwa mkosoaji um, mkubwa wa serikali kabla ya kukumbwa na hilo tukio la utekaji, na kwamba aliitekwa tarehe sita ya Oktoba. Uh, baada na hii ilifuatia uamuzi wake wa kujiuzuru katika nafasi hiyo ya ubalozi, na baadaye kuikosoa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mchakato wa CCM kumpata mgombea wake. Nyumbani kwake kulikutwa na damu lakini hakuna uchunguzi wote uliofanyika. Wengine waliotekwa ni vijana wa vijijini waliokuwa wakichapisha maoni ya kisiasa kwenye makundi ya WhatsApp au Facebook, na mashahidi wanasema kuwa baadhi ya walio, walio chuku, walichukuliwa mbele ya familia zao. Serikali imekana kuhusika. Maafisa wa polisi na wa Idara ya Usalama wa Taifa hawatoi taarifa yoyote kwa familia zinazotafuta wapendwa wao waliopotea taarifa hii inazidi kueleza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan inatoa muhtasari wa Samia alivyoingia madarakani mwaka 2021 kufuatia kifo cha marehemu John Pombe Magufuli na mwanzoni alionekana kuwa ni kiongozi mwenye nia maridhiano, aliruhusu mikutano ya hadhara, vyombo vya habari na um, alifungulia vyombo vya habari, lakini hatua hizo hazikudumu, na kwamba kuanzia mwaka 2024 ukandamizaji ulianza upya kwa nguvu kubwa zaidi. Mshauri wa zamani wa raisi anasema kinachoendelea sasa ni matokeo ya paranoia ya ndani. Yani, paranoia ni ile hali ya kuwa na hofu ya kitu ambacho pengine hakipo. Wanaotawala wanajua chombo kimoja tu, ukatili. Vyombo vya usalama vimepewa mamlaka ya juu bila uwajibikaji. Mahakama haijatoa uamuzi wowote kuhusu ukiukwaji wa haki, bunge halijajadili mauaji na utekaji, na taasisi huru za kiraia zimesalia kimya zikiwa zimebanwa na tishio la kufungiwa au kuandama ndamu Wabunge waliobaki bungeni wamejaa hofu. Mmoja wa maafisa wabunge alisema, wabunge wanajua kinachoendelea lakini hakuna anayethubutu kusema, wamefungwa midomo. Kamati za bunge zimesitisha shughuli yoyote inayohusiana na uchaguzi au ukatili au uchunguzi au ukatili katika jamii. Watu wameacha kutumia mitandao, wamekuwa na hofu ya kutumia mitandao ya kijamii, na wengine wamefuta kabisa akaunti zao. Wakurugenzi wa mashirika ya misaada ya kibinadamu wanasema wamepunguza shughuli zao kutokana na mazingira hatarishi. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya wafanyakazi wa mashirika ya kimataifa wameanza kuchunguzwa na maafisa wa Idara ya Usalama wa Taifa. Hali ya Tanzania sasa imeelezwa kuwa ya ukimya uliojawa na hofu. Hakuna uhuru wa kusema, hakuna dhamana ya uhai. Umoja wa Mataifa, Amnesty International, Human Rights Watch na taasisi nyingine za kimataifa zimetoa wito kwa kufanyika uchunguzi wa kimataifa kuhusu mauaji yanayoendelea baada ya uchaguzi. Na Umoja wa Mataifa umesema kuwa uko tayari kutumia, kutuma wachunguzi wake endapo serikali ya Tanzania itakubali. Na serikali ya Tanzania haijajibu wala kutoa kauli. Hakuna nchi yote Afrika Mashariki iliyolaani kilichotokea, badala yake baadhi ya marais wametuma salamu za pongezi kwa Rais Samia kwa ushindi wake. Mashirika ya kiraia yanasema ukimya huu wa viongozi wa Afrika unahalalisha kile kinaendelea nchini Tanzania. Vyombo vya habari vya kimataifa vinaendelea kuripoti hali ya Tanzania a, kama ya kutisha huku nchi ikiwekwa katika orodha ya mataifa yenye ukandamizaji mkubwa zaidi uh, za haki za binadamu barani Afrika. Baadhi ya wa diplomasia walioko nchini Tanzania wameeleza kwamba mashirika ya misaada yamewekewa vikwazo. Kwa hiyo haya mashirika ya misaada ya, ya, ya kimataifa yanayotaka kuwasaidia au wahanga majeruhi yanakataliwa amenyimwa ruhusa na serikali. Na mengine yameanza kuondoka nchini Tanzania. Vyanzo vya kibalozi inasema wafanyakazi wa kimataifa wamewekwa chini ya ufuatiliaji na kuojiwa mara kwa mara. Hali hiyo imetajwa kuwa hatari kwa usalama wa misaada ya kibinadamu. Viongozi wa dini waliowahi kuwa na sauti katika masuala ya haki na amani wamenyamaza. Hakuna tamko kutoka baraza la maaskofu, baraza kuu la Waislamu wala taasisi nyingine za kiroho. Wachambuzi wa kisiasa wanasema hii ni hali ya kushindwa kwa taasisi zote za kitaifa, ambapo uoga umechukua nafasi ya majukumu ya kikatiba na taifa limejawa na uhofu. Kadhalika, ripoti inadai kuwa viongozi wa zamani waliostaafu na kujiondoa serikalini wameeleza kuwa yale yanayotokea ni kinyume na dhamira ya awali ya urais wa Samia. Wengine walisema walitumaini kuwa angekuwa rais wa maridhiano, lakini sasa wanaamini kuwa alitumia kipindi cha mwanzo kujenga nguvu ya kisiasa. Taarifa zinaeleza kuwa kila hatua ya uteuzi ulinzi na usimamizi wa dola sasa hivi kupitia Idara ya Usalama wa Taifa au washauri binafsi wa rais, mfumo rasmi wa kitaasisi umeporwa. Watendaji wengi wa serikali hawajui kinachoendelea, kila mmoja anaogopa hata kutuma ujumbe wa simu. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa hata baadhi ya wajumbe wa familia ya rais wameanza kuishi kwa tahadhari, wakihofia migawanyiko ya ndani. Mwisho, Taarifa hii inaripoti kuwa wakati taifa likizama kwenye giza la hofu, ukimya na mateso, sauti ya ndani kutoka serikalini, moja ya hawa watu huji, waliohojiwa, anaeleza kwamba Tanzania haitorudi kuwa nchi tuliyoijua. Kauli hii imekuwa kama muhtasari wa hali halisi: familia zinaomboleza bila miili, vijana wanaishi mafichoni, vyombo vya habari vinachuja kabla ya kuchapisha, mashirika ya haki yamezimwa, na ulimwengu unatazama kwa mbali. Maelfu yamepoteza wapendo wao wengi zaidi hawajui kama kesho watakuwa salama. Tanzania imeingia katika zama mpya, sio kwa mapinduzi rasmi, bali kwa utaratibu wa kimya uliojaa unyama, na kama msemaji huyu alivyosema, Tanzania haitakuwa tena kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo hii ni taarifa iliyochapishwa na hili uh, shirika la habari ya kimataifa la AFP, kalosema awali mba, li, ni shirika la nchini Ufaransa, linaheshimika na mpaka kuchapisha taarifa hii kutokana na hadhi ya, ta, ya taasisi yenyewe, ina maana kuwa na uhakika na haya waliongea. Lakini haya hata haya kuhitaji kuchapishwa na, FP. na, na ini, ume, utokea, kwa sababu baadhi yetu tunafahamu kinachoendelea, na taarifa zinazozidi kupatikana ni za kutisha. Na kibaya zaidi ni kwamba licha ya unyama ambao tayari mkubwa uliotokea bado mauaji yanaendelea kwa kasi. Jasusi TV inaendelea kufuatilia hali jinsi ilivyo, na endapo na chochote cha kuishirikisha Jasusi TV, tafadhali tutumia Je, uh, una maoni gani kuhusiana na hii taarifa? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na